ana na jeshi la tanapa au jeshi la uhifadhi inamshikilia mtu mmoja anaitwa saidi pius ngovano miaka 50 huyu ni mkazi wa saadani katika wilaya ya mufindi mkoani iringa huyu anashikiliwa kwa tuhuma za kupatikana na nyara za serikali tumiwa alikamatwa katika msako wa pamoja uliofanywa mnamo tarehe 14 mei mwaka 2025 katika maeneo ya magaida magida ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha tarafa ya Rujewa wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya, na alikutwa akiwa na nyara za serikali ambazo zinahusu wanyama wanne ambao ni nyama, wa kwanza ni pundamilia, swala, ngiri pamoja na nyati. Aidha, mtuhumiwa huyu pia alikutwa akiwa na silaha aina ya gobore akiwa na golori mbili ambazo anazitumia kama risasi katika kuua hao wanyama, lakini pia alikuwa na kisu ambacho alikuwa anakitumia katika uwindaji eh, huo haramu. Uchunguzi wa awali umeonyesha kwamba mtuhumiwa huyu ni mwindaji haramu na taratibu zinakamilishwa ili aweze kufikishwa mahakamani kuanzia sasa. Wakati huo huo, jeshi la polisi kwa kushirikiana pia na askari wa Tanapa pamoja na Tawa hawatawa kutoka katika mkoa wa Ruvuma, tunamshikilia mtu mmoja anaitwa Betwel Kweya. Huyu ana umri wa miaka 51, ni mkazi wa kijiji cha Miombweni wilaya ya Mbarali kwa tuhuma za kupatikana na nyara za serikali, na hizi nyara amepatikana nazo bila kibali. Kwa maana hiyo mtumio huyu alikamatwa Mei 15 mwaka huu katika kitongoji cha Azimio kwenye kijiji na kata ya Miombweni tarafa ya Rujewa mkoa wa Mbeya na hiki kikosi kazi ambacho nimekitaja kilichokuwa kinajumuisha jeshi la polisi TAWA pamoja na TANAPA, ambapo katika upekuzi huyu mtumio alikutwa akiwa na meno manne ya tembo yenye uzito wa kilo 18 ambayo alikuwa ameficha kwenye mfuko wa sandarusi tayari akiwa anaandaa mazingira ya kuweza kumpata mteja. Lakini pia mtumio huyu pamoja na hayo alikutwa akiwa na gobole moja ambayo alikuwa anatumia katika uwindaji huo haramu tumia amekamatwa katika harakati za kutafuta wateja ili awauze meno, na uchunguzi wa awali pia unaonyesha mtuhumiwa huyu ni mwindaji haramu. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wananchi wote na baadhi ya wale watenda makosa, hasa wenye tabia hii ya kuhujumu rasilimali za, za taifa, wacha mara moja tabia hii, kwani jeshi la polisi pamoja na majeshi mengine au mamlaka zingine za uhifadhi kama vile TANAPA natawa, na TAWA, tupo makini na hatutasita kuchukulia hatua mtu yeyote ambaye anahusika katika uhalifu huu na kumfikisha katika vyombo vya sheria. na aidha walewali wote wanaoingia kwenye hifadhi ya taifa bila kibali kufanya uwindaji wa wanyamapori waliokatika aidha, kwenye hifadhi au kwenye ma mapori ya akiba bila kufuata utaratibu. Sisi jeshi la polisi, pamoja na vyombo vingine au majeshi mengine, tutajikita tutaji katika kufanya misako na tukiwakamata hawa ambao wanafanya e, utaratibu wa kujiuinda na kujipatia kipato kisicho halali bila kufuata utaratibu tutawafikisha mahakamani. Aidha jeshi la polisi mkoa wa Mbeya katika kupambana na madawa ya kulevya na mnamo tarehe nane mwezi wa tano mwaka 2025 majira ya asubuhi kwenye kizuizi kilichopo maeneo ya Igawa katika wilaya ya Mbarali iliweza kukamata mtumiwa mmoja aliyekuwa akisafirisha bangi kutoka Mbeya kuelekea Morogoro, akiwa katika basi la Abudi. Baada, baada ya upekuzi, bangi ilipatikana katika begi kama mnavyoona. Mtumiwa amekamatwa, taratibu zinakamilishwa ili aweze kufikishwa mahakamani.